Ya nchi hii riadha inatoka kaskazini na ukisema kaskazini ni ukanda huu ya, kama sio Mbulu, Babati ana huku, ndiko ambako tumetoa wanariadha wa kitaifa na wa kimataifa ambao wameweka historia kubwa sana ya mkoa, lakini na taifa la Tanzania kwa ujumla. Sasa mkoa tuliona kuna sababu ya kurudisha tena hii heshima. Hapa katikati mambo kidogo yalikuwa yako mengi. Sasa tumesema, sasa tunasimama miguu miwili na matokeo yake yameanza kuonekana. Yaani, kwa kifupi wananchi wa mkoa wa Manyara sisi kukimbia ndio zetu, yaani, yeah. Yani, hatusukumi yaani, yeah. Hatutumii nguvu kubwa sana sisi kwenye kukimbia kimbia huku duniani wapi, si tunatumia yani nguvu kidogo tu kwenda. Sasa tumepeleka mabinti kidogo tu yeye unendeni kidogo muende mkafanye mambo. Wameende wameleta mambo makubwa kama haya. Mliona medali ambayo tumpokea, tumpokea medali za dhahabu, shaba, fedha. Lakini tuna kombe letu kubwa hili hapa la fedha ambalo tumelichukua kwenye mkoa, kwenye kazi ndogo ambayo ilikwenda kufanyika ya hizi mbio za wanawake. Lakini mmesikia hapa mbio za kwenye madola huko duniani. Tumepeleka wakimbiaji sita kama taifa la Tanzania. Lakini sita wale wote wametoka mkoa wa Manyara. Manyara. Kwa hiyo kama mkoa tumesema tunaendelea kuwekeza, na mimi naomba niwashukuru sana na niwapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya, na sisi tuko pamoja nanyi kuhakikisha kwamba michezo hii inakuwa ina na inakuwa zaidi. Jamani, ni michezo ni uchumi, michezo ni fedha. Hii ni ya Ladies First. Mwaka huu mashindano ya taifa tunakuhakikishia tutakuletea kombe kubwa kuliko hili. Amen. Oh, wow, kabisa, kabisa. Okay. Kwa sababu tuna wale wasichana wetu wale wako vizuri, lakini tuna wavulana wazuri kuliko kawaida. Kwa hiyo mashindano ya taifa tunajumuisha ke na mea